Bwana Yesu asifiwe, kwa, kwa majina anaitwa Joseph Andrea, ni mwalimu katika Yesu Kristo. Leo napenda kuongelea swala la wachungaji wa kike, maaskofu wa kike, manabii wa kike, mashemasi wa kike. Kibiblia katika Yesu Kristo hatuna watumishi wa kike wenye vyeo hivyo, kama wachungaji, maaskofu, waangelisti, hatuna kwa sababu ukisoma Timotheo wa kwanza 29 na nukuu, nasema nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasipo majadiliano. Kaenda mstari wa kumi na mbili, sio mpi mwanamke ruhusa kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu, maana Adam ndio aliumbwa kwanza na Hawa baadaye. Ukisoma Wakorinto wa kwanza kumi na nne thelathini na nne Wanawake wanyamazi na katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, na wakitaka kuwauliza neno lolote, wawauliza waume zao nyumbani mwao. Wanawake wanyamazi katika makanisa, maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Wakorintho wa kwanza 14:34. Kitabu kingine ni Timotheo wa kwanza 3:1, Mtu akitaka kazi ya waskofu atamani kazi njema. Basi mempasa askofu awe mtu asiyelaumika mume mke mmoja mtaratibu, ajuwai kufundisha, si mpiga watu si ya ulevi. Ukienda mpaka mstari wa kumi na mbili kuhusu mashemasi, nayo inasema mashemasi nao wajaribiwe kwanza, bado wapewe kazi ya ushemasi, na hawa pia wao waume wa mke mmoja. liyo tumeona makanisa mengi wachungaji ni wakike, maskofu. Ndugu zangu Nyie mnaohubiriwa na machungaji na makanisa nao support wanawake, mmedondoka kutoka katika hali ya neema. Mmekataa maandiko yanavyosema, umekataa vingapi ambavyo wao wanawadanganya kwamba hiki kwetu sio dhambi na Biblia inasema ni dhambi. Tuendelee kujifunza pamoja. Acha Biblia iseme TV, like, comment, subscribe, ili tuendelee kujifunza wote kwa pamoja asanteni.